Kusema ukweli mimi kijana nimempenda kwa kurudi nyumbani sasa hivi haraka haraka hivyo siko radhi, na kunioa tanioa. Kwa nini yani, nimempenda Shiru? mimi wa ukweli kijana mimi nimempenda, na siku zote kwenye mitandao kuna mambo mengi, mtu anaweza tu akatupia picha yoyote ile anayoijua mwenyewe eh? tofauti na, na muonekano wake. Lakini mimi nimetupa tu picha zangu zile zile za siku zote ambazo niko nazo, nilivyoona mwenzangu, tumekubaliana mpaka amenitumia nauli, nimefika hapa, mi nimempenda moja kwa moja. Sasa mimi nashindwa kuelewa kwa nini anasema hanitaki. Ni kitu gani kilichosababisha nikatae ghafla hivyo? Na mimi kuondoka siondoki, nitabaki hapa na ndoa itafungwa. Umenielewa? Hebu tuulize kwanza bibi. Nataka nifahamu kitu kimoja kwamba wakati mna chati huko kabla hujafika hapa Dar es Salaam, uh, hamkuwahi kuulizana umri kwamba bwana kijana una miaka mingapi? Mimi na miaka fulani umenipenda kweli? Hapana, hatukuulizana tuliulizana. Ha, bwana na... e, kwani naona kama anataka aende mbio. Tuliulizana, aliniambia na miaka ishirini na moja. Automatiki, yani mtoto wa elfu mbili huyo.